Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac1 TV za Soundavonyozi. Unaosikiliza si nyingine ni Grand Lac1 TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama kengele, like comment na share, hapo utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac1 TV. Grand Lac1 TV za Soundavonyozi. Hayawi hayawi, sasa yamekuwa. Hii ni sauti ya kizalendo. Hii ni sauti ya wanaume Sauti ya majemedari. Hii ni sauti ya kizalendo. Hii ni sauti ya wanaume. Hii ni sauti ya majemedari. Kuna ujumbe mkubwa, ujumbe mzito ambao umesikika katika mji wa Uvira. Ujumbe huu unalenga Komanda de Ville wa jiji la Uvira. Kolonel, Komanda de ville wa jiji la Uvira attention ambao wazalendo wamekupa, izingatie. Hao ndiyo watoto wa nchi. Hao ndiyo wazalendo. Bila hao ambao una waona wafai kwa sasa, Uvira ingekuwa imeshangwa kwenye mikono ya adui. Bila hao ambao unazarau, Kongo yote ingekuwa imeshangwa kwenye mikono ya adui. Sasa usileti chokochoko ili ionekane wazalendo hawafanyi kitu, wazalendo hawafai, ili muingize adui kwa njama zenu, hiyo itakula kwako. Hii ni Grand Lac One TV. tuna sapoti kila mtu yoyote ambaye analeta maono ya inji di inji, ni endelee vizuri. Umetoka sehemu ambapo ulikuwepo, umekuta Uvira amani imetapakaa umekuta Uvira kazi inafanyika, umekuta Uvira, watoto wa Uvira wanacheka na mji wao. Hiyo ndiyo Uvira, na hiyo ndiyo Sud-Kivu ambapo wazalendo wamesimama kidete kwa kutetea nchi yao. Fanya kazi yako vizuri, fanya kazi yako vizuri, ili kesho yake iwe nzuri kwako, maana hiyo Uvira hata kuja njama gani, Uvira haitaanguka kwa sababu Uvira ina wanaume kweli kweli. Uvira ina watoto wa inchi. Uvira ina wazalendo ambao wanapenda nchi yao, sio zile vibaraka. Sasa ukitaka kuishi Uvira vizuri, tumika na watoto wa Uvira vizuri, tumika watoto wa Uvira kwa amani, tumika na watoto wa Uvira kwa upendo, ili upate amani ya kudumu katika mjiji la Uvira. Ukisikia mwanaume analia, mwanaume anafoka, juwa hapo kuna shughuli, kwa sababu unaangalia na unaona gisi makamanda majenerali wasaliti wanaenda wanakamata kamata ovyo ovyo. Watu watakuwa wana kuangalia na jicho la tatu, kama unapenda uangalie na jicho la tatu. Endelea na mwenendo wako huo huo. Endelea na mwenendo wako huo huo. Sauti imeshasikika ya wazalendo. Hao ndiyo wazalendo. Hao ndiyo watoto wa inchi ambayo wanatetea inchi kwa aina mani. Basi tumsikilize Jemedari huyu Makanaki Kasimira Jhoni alipokuwa kimshtumu vikali sana, kwa kamanda vile wa Uvira. Tumfate tumsikilize kwa makini sana nyinyi Wasikilizaji wetu ndiyo mtaamua.